Majini Jumatatu ya tarehe mosi mwezi Desemba mwaka elfu mbili ishirini na tano. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo, na karibu kwenye runinga ya Alshifa. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook at alshifa digital Kenya, YouTube at alshifa television Kenya, Instagram, TikTok na X at alshifa media Kenya. Ujambo na karibu, naitwa Yasiri. Mtazamaji, tuanze na taarifa kuu, ambapo polisi eneo la Diani wamefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu wanaoshukiwa kushiriki katika mtandao wa kusambaza pesa bandia katika maeneo ya Mombasa na maeneo jirani. Baada ya operesheni ya siri iliyofanywa na maafisa wa usalama eneo hilo, watuhumiwa Fadhil Lawrence Atemba Lawrence na ectinokaco walikamatwa walipokuwa maficho yao, ambapo biashara haramu inaripotiwa kufanyika. Wakati wa ukaguzi wa eneo hilo, polisi walikamata pesa bandia takriban shilingi milioni 1.7 zilizohifadhiwa kwenye begi la kompyuta, huku uchunguzi wa awali ukionyesha kuwa watuhumiwa hao ni sehemu ya mtandao wanaosambaza pesa bandia. Hadi kufikia sasa, watatu hao wanazuliwa na, na maafisa wa polisi, huku uchunguzi kufuatia wengine wa mtandao huo ukiendelea. Na kwingineko ni kwamba seneta kaunti ya Mombasa Mohamed Faki anaitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati ili kuimarisha ustawi wa Wakenya wanaofanya kazi ughaibuni, akisema wengi wanapitia changamoto. Tuwawito kwa serikali kwamba tujaribu hii swala la kwa watu kwa kufanya kazi, kwa sababu wengi wakipata shida kule wengine anakufa familia zao hazijui kwa lazima serikali iweze ku streamline haya mambo ili tuone kwamba mtu akaenda kufanya kazi kule aweze kupata haki zake kamili kama mkenya na hafla ya uzinduzi wa Amria Cup makala ya tatu ilifanyika katika uwanja wa Kadongo wadi ya Mjambere katika eneo bunge la Kisauni ni tonamenti ambayo inatarajiwa kuchukua siku 31 mwanahabari wetu Amina Juma ana taarifa zaidi Watoto wanapenda mpira sana hapa, ndio wana sharpen zile techniques zao. Hafla hiyo ambayo imewaleta pamoja viongozi tofauti mjini Mombasa inalenga haswa katika kukuza vipaji kwa vijana pamoja na kuwaunganisha vijana wakati huu wa likizo, ili amani izidi kutawala miongoni mwa jamii. Naam, leo tunafurahi kwamba tumejumulisha vijana katika Amria Super Cup 2025. Hii ni third edition, si ya kwanza wala si ya pili wala si ya mwisho. Tunafanya kila mwaka. Last year pia tulikuwa, lakini hii in a big way. In a big way last year tulisupport, lakini hii tume support in a big way. Kila teams watapata uniforms, kuna balls, kuna zawadi kemkemu kuna talent nyingi sana Mjambere and, uh, we need to tap into those ta talent, jinsi gani vijana atawaleta pamoja wakati huu wa, wa sikukuu ya Desemba, ili wasitoke katika ile akili za upotofu, waingie katika akili za kujiweka mwili wao sawa. Vipaji viko lakini lazima vikuzwe, lakini njia hizi za kutrain watoto wakiwa wadogo, competitions ni nzuri kwa hivyo ni lazima tu rely so much on youth uh, kuwa promote, tuwe na steady youth development program ambazo zitaweza kukuza vipaji vizuri, ambapo hawa karibu wote ni youth na wana enjoy kucheza na wana sharpen skills zao. Vilevile Amria ametaja kwamba changamoto kubwa ni ukosefu wa viwanja vya kutosha katika eneo hilo, akitoa ombi kwa serikali kuingilia kati ili kutatua swala hilo. Tunaona ni kwamba watoto wanapenda mpira sana hapa, ndio wanasharpen zile techniques zao kuingiana na tactics ambazo zitakuja kusaidia national team mbeleni tuna uhaba wa viwanja. This is a private uh, land, lakini tunatarajia in future, kama vile tumeongea nao wakatudonetea land tukafanya hospitali. In future we can be able, serikali ikaweze kuzungumza nao uh, wakatu, wakatusaidia na hii land, hata kama si kwa Eh, si kwa market value, but kwa bei ambayo ni nafuu ili vijana wetu waweze kujionyesha talent yao, but there is a lot of talent. Nashukuru wa patron uh, wa coach Mohamed Her, amekuwa toka all those years, amekuwa ametu ametu support na kila tukifanya, hata za akaunti pia uh, Mr Goshi pia anakuwa ana offer mentorship si saizi toka kitambo, kwa hiyo mi nimefurahi Mohamed Heri na Mr. Goshi wamesindaondoaaawad a ti tunawazawadia iama lazima kaaa number one na number two. Lakini wote ni washindi; manake wote wanatoka na zawadi nikiripotia runinga ya Al Shifa, mimi ni Amina Juma. Na kwengineko ni kwamba mashirika pamoja na vikundi vya mazingira mjini Mombasa wameshiriki katika zoezi la kufanya usafi katika fuo za Kenya ta Pirates, lengo kuu likiwa ni kulinda viumbe na mazingira ya bahari, ambapo taka kilo 837 za taka ziliondolewa. Na kwa taarifa hiyo, mtazamaji, ndipo tunapata mapumziko mafupi, lakini utarejea na habari za kimataifa na spoti. Usiende mbali. Am, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia habari hizi. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, pale Facebook at Alshifa Digital Kenya, YouTube at Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa Media Kenya. Mtazamaji, tuangazie kimataifa, ambapo maafisa wa Hong Kong wamesema uchunguzi wa moto mkali uliouwa takriban watu 151 umebaini kuwa baadhi ya wavu wa mizinga ya ujenzi hawakufuata viwango vya usalama wa moto. Moto huo ulianza Jumatano kwenye wavu wa chini ya mizinga ya bambu katika jengo la Court na kuenea majengo mengine, huku paneli za povu kwenye dirisha zikivutwa moto na kuvunja vioo. Uchunguzi wa sampuli ishirini uliofanywa baadaye uligundua wavu saba hazikufuata viwango vya usalama msaada kwa waathiriwa umefikia dola milioni 115, huku watu wakipanda maua na kadi kwenye kumbukumbu ya muda karibu na majengo yaliyochomeka tayari polisi wamekagua majengo tano kati ya nane yaliyochomeka, huku majengo mengine yakiendelea kutathminiwa kwa usalama zaidi. Mtazamaji, tuangazie michezo, ambapo fainali ya Kitaka Peace Tournament ilichezwa uwanja wa Mahima Stadium eneo la Likoni, ambapo timu ya Napoli iliweza kuzidia nguvu timu ya Scud na kuchukua ushindi mkubwa kupitia kwa mikojo ya penalty baada ya kutoka sare ya moja kwa moja dakika za 90 za mchezo huo. Hafla hiyo ambayo ilihudhuriwa na baadhi ya viongozi iliangazia jukumu muhimu ambalo michezo inaendelea kutekeleza katika kuunganisha jamii, kukuza talanta na kukuza amani kati ya vijana. Mimi sina mengi ya kuongea na washukuru sana ndugu zangu wote ambao walianzisha hii tournament na mpaka mahali imefikia hapa, na wote ushirikiano wa mkao security, na wale dada zetu na wale kaka zetu wote ambao wamefanya security hapa, Mungu awabariki sana. Sasa nataka kumpatia challenge kidogo eh, SG kabla hajaingia hapa. Sisi watu wa Mombasa ama county ya Mombasa, tunaomba na sisi tushirikiane, tuweke zile milioni tatu kule Kwale wanaweka, na sisi tuwekie milioni tatu. kama wachezaji, mnasemaje? Tuweke Kosa Walo, walo tuje mbele ya jukwaa. Tulianzisha hii tournament two months ago hiirenago. Mwenyezi Mungu ametujalia leo tumekamilisha finali yetu hii, inaitwa Kitaka Peace Tournament. Tulianzia kwa ward mpaka saizi tumefika kwa sub county hapa tunamalizia. Likoni Likoni ya napolie napolia skadi skadi a Liverpool, aya. <laughs> Asante sana ndugu yangu Kitaka, wakati umekuwa mwingi, mimi nikuja tu kusema tunashirikiana na ndugu yetu Ali Hamisi Kitaka katika kuimarisha masala ya talanta ndani ya Mombasa na katika mchezo wa soka. Watazamaji, tupo ughaibuni ambapo Chelsea na Arsenal walipata sare ya moja kwa moja kwenye mechi ya kasi na mvutano ndani ya Stamford Bridge, huku tukio kubwa likiwa kadi nyekundi ya Moses Caicedo dakika ya 38 ia ya kucheza. Wakiwa wachache uwanjani, Chelsea walipata bao dakika 48 kupitia Trevor Chalobah aliyefunga kwa kichwa na kuwapa wenyeji matumaini. Arsenal waliweza kusawazisha dakika ya 59 kupitia Michael Merino baada ya shambulizi lililopangwa vizuri. Kwingineko ni kwamba Manchester United waliibuka washinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Crystal Palace bao la kipekee la Palace lilifungwa na Jean Philippe Mateta, na United likifungwa na Joshua Zinse na Mason Mount. Mtazamaji wa Swahili husema ngoma ikipigwa sana na upasuka. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha habari hizi, mhariri alikuwa ni Jonathan Monzia, nyuma ya kamera ni Dennis Maina lewa mas